Habari popote pale ulipo ndugu mpenzi mtazamaji na mfadiliaji wetu, ni kukaribisha katika mwendelezo wa updates kuhusiana na sakata la Askofu Josephat Gwajima. Ni matumaini yangu kwamba wengi tunafahamu ile vuta ni kuvute hapa na pale iliyotokea siku za hivi karibuni kati ya Askofu Josephat Gwajima na mamlaka. Siku ya jana tarehe saba ya mwezi huu wa sita na mwaka huu wa 2025 zilivuja taarifa kwamba Askofu Gwajima leo Jumapili tarehe nane ataongea kama kawaida yake ya kujibu mapigo, leo saa tisa na dakika kumi na tano wameseti live kwenye chaneli yao rasmi ya YouTube ya Ufufuo na Uzima. Nadhani lengo lake lilikuwa ni kujibu mapigo, lakini baadaye waliiondoa ile live. Sasa nataka ni kuwekee video hapa ya Askofu Josephat Gwajima, lakini kwa mfumo wa sauti ili usikie jinsi ambavyo Askofu Josephat Gwajima alivyojitokeza na kujibu mapigo baada ya kujitokeza na kukemea masuala mazima ya utekaji na watu kupotea, lakini pia naomba nikujuze, richa ya kwamba kanisa la Ufufuo na Uzima limefungiwa na serikali, leo hii Askofu Josephat Gwajima ameonekana akiwa maeneo karibu na kanisani kwake ama karibu na kanisa hilo, jambo ambalo limewashangaza wengi kwamba kumbe Askofu Josephat Gwajima yupo ndani ya jiji la da na imewezekanaje yeye kuwepo katika jiji hili na bado hajakamatwa? Sasa hebu sikiliza nondo hizi za Askofu Josephat Gwajima hapa, huku ukitazama hapa, kisha like video hii na share video hii kwa wingi, ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Kusema kweli, mengine sio makanisa ya ufufuo na uzima, lakini makanisa haya, watu wanaompenda Mungu na wanaopenda Tanzania <coughs> naomba mnisikize kidogo. <coughs> wiki hii nilifanya press, niliita waandishi wa habari nitaka kuzungumza nao kwa habari ya utekaji, kupotea kwa watu katika nchi yetu ambako kumezidi sana na nikazungumza mambo machache sana. Nikasema kwamba watu wanapotea sana na hatujui sasa nani anayefuata kwenye kupotea. Unaweza kunyamaza, kumbe unafuata wewe. Na nikasema kwa ufupi kwamba nashauri mambo kadha wa kadha. Kwanza niliyoshauri ni kwamba viongozi wa vyombo vya dola kwa maana ya mkuu wa jeshi la polisi na wasaidizi wake wote walio chini yake, mkuu wa idara ya usalama na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la wananchi kwa maana ya TPDF, CDF, na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la magereza na walio chini yake wote, mkuu wa jeshi la uhamiaji na walio chini yake wote, nikasema kwamba hawa kimsingi wao wanateuliwa na Mheshimiwa Rais au na taasisi ya Rais. Na nini kimetokea? Hawa watekaji wanateka watu hawapatikani, nakuta mama analia, baba analia, familia inalia, nchi inaomboleza kwa sababu ya watu kuwa wanatekwa, wengine hawajapatikana mpaka leo. Nikatoa orodha ya watu themanini na tatu ambao wengine wametekwa hawapatikani kabisa wengine wametekwa wakapatikana, wengine hawajulikani. Kati ya hao kuna watu ambao wametekwa hawapatikani, na kati ya hao kuna missing persons ambao hawajulikani wamekwenda wapi. Na mpaka juzi jana, juzi, tarehe ishirini na nane shehe wa Zanzibar, baada ya kuwa nimetoa tamko hili, shehe wa Zanzibar, Shehe Jabil Haidal Jabil Alfasi kuamkia tarehe ishirini na nane mwezi huu wa tano juzi tu niliposema, alichukuliwa ali nyumbani kwake Fuoni majira ya jioni na maiti ikaja kuokotwa njiani njia ya Kizimbani ya Kinumoshi eneo la Bumbwi Sud. Huyu shehe Jabil ni muumini wa msikiti wa Ijumaa wa Marindi, naye ameondoka lakini tarehe ishirini na tatu Machi ameondoka pia mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM kule Mwanza naye ameondoka. Tarehe 23 Machi hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini, wanateka mwananchi wa kawaida. Juzijuzi juzi tu mmeona kiongozi wetu Faga na Padri Kitima ambaye pia ni katibu wetu wa teki alivamiwa na watu akapigwa, akaumizwa, na wale watu walikuwa na nia ya kumuua kabisa, akasurvive katikista wetu mwingine kule ks kule kule, kule naye kavamiwa naye kapigwa, akaburuzwa. Muda usingetosha kuleta mtu mmoja anaitwa Mdude, kule Mbeya, watu wameingia nyumbani kwake wamevunja mlango wamemburuta wameondoka naye hajapatikana mpaka leo. Kwa hiyo watekaji wanateka mwana CCM, wanateka kiongozi wa dini. Unapochukua shehe, unamchukua nyumbani kwake, anakwenda anaokotwa ameuawa. Hatujui nani atakayeuawa baadaye. Nataka nisisitize Chama cha Mapinduzi ambacho wahasisi wake ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na uh, Abeid Aman Karume. Chama hicho hakikubali utekaji, hakikubali utekaji. Narudia tena, chama hicho, chama cha mapinduzi, hakikubali utekaji. Na mimi mpaka sasa ni mwanachama wa chama cha mapinduzi, naungana na, na waasisi wetu mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Aman Abeid Karume na viongozi wengine wote wa Tanzania waliowahi kutawala nchi hii akiwemo Ali Hassan Mwinyi ametangulia mbele za haki, akiwemo Benjamin Mkapa ametangulia mbele za haki, akiwemo Jakaya Mlisho Kikwete ambaye tuko naye leo, akiwemo John Pombe Magufuli na viongozi wengine wote. Hawa wote hawajaasisi chama cha kuteka watu, na CCM sisi si watekaji, na anayeteka watu anateka kwa nia yake yeye mwenyewe. Mmemsikia ndugu zangu, mpaka leo mimi ni mwanachama wa CCM ambaye hataki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji. Narudia tena, sitaki utekaji na watu kupotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Sasa yeyote anayepinga, anayenipinga mimi, ninyi mtajua maana yake. Nilitoa mifano nikasema hivi, mwanangu Jordan akitekwa leo akachukuliwa, kama alivyochukuliwa ndugu yetu Muislamu mzuri Ali Muhammad Kibao hapo Tegeta, jimboni kwangu, anachukuliwa basi, inasimama anashushwa ndani na watu wanaondoka naye mchana, alafu kesho yake anaamkia ameokotwa kule Ununio, jimboni kwangu kule ameng'olewa macho na amekufa. Nikasema akifanyiwa hivyo mwanangu Jordan akachukuliwa aka na watu mchana akaenda kung'olewa macho nitajisikiaje? Na nikasema akichukuliwa rafiki yangu ndugu yangu Abdul mtoto wa mama Samia Suluhu Hassan mwenyekiti wangu wa chama cha mapinduzi akachukuliwa yeye akaokotwa amekufa, ameng'olewa macho, utajisikiaje? Na naongezea leo akichukuliwa mtoto wa Jakaya mlisho Kikwete eh? akaenda akang'olewa macho, akaenda, natoa mfano nawapa, ni mfano, akaenda akaokotwa hana macho na amekufa, utajisikiaje? Akichukuliwa mtoto wa Ali Alhaji Ali Hassan Mwinyi akaenda akaokotwa, kesho ameng'olewa macho, amekufa, utajisikiaje? hivyo hivyo mtoto amejaliwa hivyo hivyo. Akichukuliwa mtoto wa John Pombe Magufuli akaokotwa amekufa leo, kwa nini hatuoni kilio cha hawa watu wanyonge wenye dhiki wenye tabu wenye matatizo waliochoka? Mimi nitalisimamia mpaka mwisho nitalisimamia na kuhakikisha utekaji umehama katika nchi. Narudia tena CCM, siyo watekaji na siyo chama chenye sera ya kuteka watu. Kama kuna mtu anateka, anateka yeye mwenyewe, siyo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi, ni kwa maslahi yake yeye mwenyewe. Mmenielewa? Mmenielewa? Sasa, kama nimeongea mimi, alafu kesho shehe kachukuliwa nyumbani kwake Watu wamekuja na noa, wameondoka naye kaokoto, wamekufa baada ya masaa mawili matatu nane, anayefata baadaye. Na kwa sababu hiyo, mpaka teminoloji imezaliwa, nikasikia teminoloji inaitwa Gwajimanization. Tumepata neno mpya kwenye ulimwengu wa kisiasa linaitwa Gwajimanization. Sasa nilipoona Gwajimanization, Nikataka sasa ni tafasiri Gwajimanization, maana yake nini? Gwajimanization au Gwajimanizing ni ujasiri usioteteleka wa kusema kweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au wapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri dhabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi na kuinua sauti kwa uthubutu mkubwa bila kuyumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuluma katika nchi. Na kama hii ndiyo maana ya Gwajimanization, basi naipokea kwa mikono ya shukulani, na ningependa kila mtu awe Gwajimanized. naipokea kwa mikono ya shukrani ndugu zangu, nimesema maneno haya ili kufafanua place yangu, kwa sababu mnajua nyie ni kanisa. Wale walio mbali, mmesikia askofu wenu anatajwa kwamba na gwajimanize, gwajimanization. Kwa maana hii sasa nakubali kweli, ningependa kugwajimanize kwa maana ya ni ujasiri usiotetereka wa kusema ukweli, haijalishi ukweli huo ni mchungu au hao wapendezi walioko madarakani. Ni dhamiri thabiti ya kutetea masilahi ya taifa kuliko masilahi binafsi, na kuinua sauti ya uthubutu mkubwa bila kuiumba, kiasi cha kusababisha ivume ndani ya himaya za mamlaka na kutikisa misingi ya ufisadi na dhuruma katika nchi ya Tanzania kwa nani angependa, we Gwajima, nae hapa piga kelele, sema ya, naomba ukae. Kwa hiyo kwenye hili swala sitayumba, sitabadilika, sitapunguza msimamo, tasimama nalo mpaka kuhakikisha kila aliyetekwa amejulikana, amekwenda wapi, anafanya nini na wale missing persons. kuna wengine wanaitwa missing persons ambao wenyewe hawajulikani wako wapi. Lazima tuhakikishe na wao wanapatikana. Sasa ndugu zangu, vaeni silaha kamili za Bwana ili muweze kushindana siku ya uovu, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tutashindana na tutashinda.